Asante. E, Mi jina langu ni Ingrid Sanda. Mi ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya utawala katika Wizara ya Viwanda na Biashara. Wizara ya Viwanda na Biashara tunashiriki katika wiki ya utumishi wa umma kwa mwaka 2025. E, tumejipanga kutoa huduma zetu sisi na taasisi zetu. E, tunawakaribisha Uh, kwa maswali uh, kwa huduma pia sisi kama, kama, kama wizara inavyo, inavyo ji, inavyojulikana uh, kwamba ni wizara ya viwanda na biashara. Kwa hiyo kuna baadhi ya products zetu uh, viwanda vyetu vimekuja hapa kuonyesha. uh, kuna alafu kama mmeona bidhaa zao zipo hapa uh, kwa huduma wataziona uh, kwenye banda letu kuna kiwanda cha mbolea hapa wamekuja na products zao. E, wenyewe na wenyewe watajinadi, lakini tuna taasisi zetu za Brela, TBS. Kwa hiyo wategemee pia kupata huduma za papo kwa papo katika banda hili, lakini kama wizara ndio mratibu wa sera ya viwanda na biashara, tunatarajia e, tutawapa ufafanuzi ambao utahitajika kwao.